Waziri wa Uchumi wa Baharini Hassan Joho ameagiza kusitishwa mara moja kwa shughuli za uchimbaji madini katika eneo la Jaribuni huko Kauma katika kaunti ya Kilifi. Hii ni baada ya wakazi kulalamika kwamba migodi hiyo inahatarisha maisha yao. Joho aliyekutana na wawekezaji wa sekta ya madini katika makao makuu ya gavana wa Kilifi alisema kampuni zote za uchimbaji madini hazina budi kuzingatia kanuni zilizoko, kuchangia katika ustawi wa jamii na kuweka mikakati ya kuhifadhi mazingira kabla ya kurejelewa shughuli hizo. Gavana wa kaunti ya Kilifi Gideon Mung'aro alisema ipo haja ya kulinda jamii zinazoishi karibu na migodi kutokana na hatari zozote zile. I will send here the Secretary for Mines. Atakuja as early as it is possible. Gavana